Mimi naitwa Bigaeli Mtaki, mkazi wa mkoa wa Kilimanjaro. Aa, katika siku hii ya leo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya ya uzinduzi wa mradi wa maji, jambo ambalo limetupa na manufaa wananchi wa wilaya hizi tatu ambazo zilikuwa zinakabiliwa na changamoto wa kubwa ya maji. Wilaya ya Mwanga, Same pamoja na Korogwe wamepata afueni kubwa. Kitendo hiki alichokifanya mama ni kuwasaidia wananchi hawa, na amefanya kazi kubwa kuwatua ndoo kichwani maana alikuwa anataabika kwa shida ya maji kwa muda mrefu, lakini mheshimiwa pia Mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameonyesha huruma kubwa kwa wananchi wake, kwa sababu mradi huu ulianza tangu mwaka 2014 na, na leo mwaka 2025 anakuja kuizindua. Na si hivyo tu, mheshimiwa rais amefanya mambo makubwa katika nchi hii, ameleta mabadiliko mengi hasa katika miundombinu ya, ya, ya, miundombinu ya shule ameboresha mitaala lakini pia ametoa maagizo ya ubadilishaji wa sera ya elimu ambayo pia imeleta manufaa makubwa kwa wananchi. Kwa hiyo rais wetu amefanya mambo makubwa. Hili jambo la kuzindua mradi wa maji na kuelekeza kwamba wananchi wanaokaa maeneo haya wapate maji muda wote, kwa sababu wameteseka kwa muda mrefu, ni jambo linaloonyesha huruma kwa wananchi wake, lakini pia limeonyesha upendo kwa wananchi wake, na pia anaonyesha anavyotujali wananchi wa wake wa Tanzania. Kwa majina naitwa Mwamtumu Juma natokea Madaka. Kwa sasa hivi maji tumeshaanza kuyapata kwa wingi na maji yanatoka kwa sana, maji ni mengi kwa kweli, tunashukuru kwa hilo. Tunamshukuru wilaya ya Mwanga, tunamshukuru Mama Samia kwa kutusaidia mradi wa maji. Tumehangaika kwa, kwa kipindi kingi sana kwa muda mrefu sana. Tunamshukuru Mama yetu Samia Suluhu, Mwenyezi Mungu ambariki popote pale atakapoenda Mwenyezi Mungu amsimamie inshallah. Kwa majina anaitwa Amina Juma Bakari, mkazi wa wilaya ya Mwanga, jiji cha Mandaka. Kiujumla namzungumzia mama Samia vizuri sana, tunamshukuru sana kwa kutuletea maji, kwa kutufungulia mradi wa maji, hivyo tunashukuru sana. tumeteseka kwa muda mrefu sana kwa miaka mingi, tunamshukuru sana Samia Suluhu Hassan. Maji yana umuhimu sana katika maisha yetu. Maji ni haki ya kila Mtanzania, kila mwanadamu, hivyo tunamshukuru kwa kutuwezesha kupata maji haya. My name is Victoria John Orota. I'm come from Dar es Salaam. Kwangu mimi nashukuru mama Samia alivyotufungulia maji, hatuna shida sasa hivi na maji. naomba Mungu mama Samia apate miaka mitano zaidi. Jina naitwa Sara Sanki, nimetokea Nyumba ya Mungu namshukuru mama Samia kwa kutuletea mradi mpya wa maji. Tunamshukuru sana, apate kuendelea kuongoza nchi ah. Shafi Ernesti, mkazi wa Kifaru, eh, kata ya Kileo, wilaya Mwanga ya kwa siku ya leo, kwa kweli tunayo furaha kubwa sana, mi binafsi kwa niaba ya wazee wenzangu, kwa kweli hili tatizo la, la, la maji ni tatizo la muda mrefu sana limekuwa likitusumbua sana hasa kwa pale kwetu kijiji cha Kifaru. Kwa muda mwingi tulikuwa tunakwenda kuchota maji mtoni, kitu ambacho maji ya mtoni sio salama, alafu wengine tuna visima sima tunachimba ili mradi tu, tutatue tatizo la maji. Lakini kwa kupatiwa mradi huu wa maji, kwa kweli tumeshukuru sana sana sana sana. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuwezeshea kupatikana kwa mradi wa maji, maana kwa mwanzoni tulikuwa tunapata shida kwa kweli, maana masuala ufate maji mbali na tofauti na kuyafata utatumia gharama kwa mfano pesa kuyapata maji, lakini kwa sasa hivi maji tunafungulia ndani eh? Maji tunafungulia ndani. Kwa hiyo tunamshukuru mheshimiwa rais na tunamwahidi mitano tena, na tunamshukuru Mungu, mama amekuja leo tumezinduliwa mradi wa maji. Kweli tunamshukuru Mungu sana. Mungu ampe baraka na mfanyie wepesi katika kila jambo, uchaguzi ujao mama Samia. Yaani sijui nisemeje kwa sababu ni yani, kishindo kwa kishindo, lazima tumpe kura zote za ndio, na tunamwombea maisha mema, adumu katika uongozi wake. Mungu amjalie wa hekima na busara, ili tuweze kumtumia zaidi na zaidi. Asanteni sana. Sisi ni Tanzania